Karibu kwenye habari za ulimwengu. Ninayekuletea habari hizi ni mimi Isaac Samuel. Korea Kaskazini imefanya jaribio jipya la kurusha makombora kuelekea baharini, hatua iliyozidisha wasiwasi wa kiusalama katika eneo la Asia Pacific na kuchochea tahadhari miongoni mwa mataifa jirani pamoja na jumuiya ya kimataifa. Kwa mujibu wa taarifa zilizothibitishwa na majeshi ya Korea Kusini pamoja na Japan, makombora hayo yalirushwa kuelekea bahari ya Japan, yakionekana kuwa ya masafa mafupi lakini yenye uwezo wa kijeshi unaotafsiriwa kama tishio kwa usalama wa kikanda. Jaribio hilo limefanyika katika kipindi ambacho Korea Kaskazini inaendelea kuongeza kasi ya majaribio ya silaha zake, hatua inayotafsiriwa na wachambuzi wa masuala ya usalama kama ujumbe wa wazi kwa Marekani na washiriki wake kuhusu uwezo wa kijeshi wa Pyongyang. Serikali ya Korea Kaskazini chini ya uongozi wa Kim Jong Un imekuwa ikisisitiza kuwa majaribio hayo ni sehemu ya haki yake ya kujilinda, huku ikiendelea kupinga vikali kile inachokiita vitisho vya kijeshi kutoka Marekani na uwepo wa majeshi ya kigeni katika rasi ya Korea. Marekani nayo imelaani hatua ya Korea Kaskazini ikisema kuwa vitendo hivyo vinahatarisha amani ya kimataifa, huku ikisisitiza kuendelea kwa ushirikiano wa kijeshi na kidiplomasia na washirika wake katika eneo la Asia Pacific. Wachambuzi wa masuala ya kimataifa wanasema Korea Kaskazini huenda inalenga kuimarisha msimamo wake wa kisiasa na kijeshi kabla ya mazungumzo yoyote ya baadaye au kama njia ya kushinikiza jumuiya ya kimataifa kuiondoa kwenye vikwazo vya kiuchumi. Hali hii imeongeza tahadhari za kiusalama katika nchi kadhaa za eneo hilo, huku majeshi ya Marekani, Korea Kusini na Japan yakiripotiwa kuimarisha ufuatiliaji wa kijeshi na mifumo ya ulinzi wa anga. Kwa sasa hakuna dalili za wazi za kurejea kwa mazungumzo ya kidiplomasia kati ya Korea Kaskazini na mataifa yanayopinga mpango wake wa silaha, hali inayofanya hofu ya kuongezeka kwa mvutano wa kijeshi kuendelea kutanda katika eneo la Asia Pacific. Tukio hili jipya la makombora linaendelea kuibua maswali kuhusu mustakabali wa amani na usalama wa kikanda katika eneo ambalo tayari linakabiliwa na ushindani mkubwa wa kijeshi na kisiasa kati ya mataifa makubwa duniani. Mimi ni Isaac Samuel na hii ni Vision TV.